Ukosefu wa elimu ya kutosha kuhusu masuala ya afya ya mama mjamzito ikiwemo matumizi sahihi ya dawa za folic acid umetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuzaliwa kwa watoto wenye matatizo ya mgongo wazi na vichwa vikubwa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo wa kuwajengea uwezo wa wataalamu wa afya kutoka halmashauri za mkoa wa Mwanza, mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza, Dr Jesca Lebba amesisitiza umuhimu wa kuongeza elimu kwa jamii ili kuimarisha uelewa na kuboresha mfumo wa toaji huduma. Natarajia mtashiriki kikamilifu katika kazi hii na mafunzo haya ambayo yatafanyika leo. Hakutakuwa na excuses. Muda mwingi tutautumia katika kupata hii package ambayo imeandaliwa na wakufunzi wetu na uzuri wa wakufunzi wetu, wetu wanatoka ndani ya mkoa. Hii ni rahisi. Sio nitoka Uganda. Itakuwa ni rahisi kwanza, tunapopata changamoto muda wote, na wale ambao wako kwenye groups mbalimbali mmeona cases zinapo tunapoziona kizaliwa wanashare kwenye groups. Sasa itakuwa rahisi sana kufanya mawasiliano haraka na kuweza kusaidiana. Kwa haraka kwa kuwasaidia watoto, lakini pia kuna changamoto ambazo zinaonekana, nitatamani wote tuzifanyie kazi. Changamoto ya kwanza ni uelewa mdogo kwa jamii, hiyo ni kazi ambayo tutakwenda kufanya kuongeza uelewa kwa jamii. Lakini pia mfumo wa rufaa bado haujakaa vizuri, tuimarishe hilo eneo. Lakini pia kukosekana kwa ushauri wa wale kwa wazazi wale wenye watoto wenye changamoto, unakuta bado mzazi hajaelezewa nde mtoto ana changamoto gani. Na hii ni changamoto kwa wataalamu wengi wa afya, tujirekebishe hasa kwenye ile eneo kutoa elimu kuhusu ugonjwa alionao yule mhusika hiyo itatusaidia sana kwa wakati watunapofanya matibabu lakini kunseli na vitu vingine vyote ambavyo huyu mgonjwa anatakiwa kuvifanya. Naye daktari bingwa upasuaji wa ubongo uti wa mgongo na mishipa ya fahamu kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando Dk Misso Mpesi amesema matatizo hayo hutokana na sababu mbalimbali ikiwemo upungufu wa madini mwilini na changamoto za ukuaji wa mimba. Kwa mujibu wa daktari huyo, visababishi vingine ni pamoja na matumizi ya vilevi kwa wanawake wajawazito, matumizi ya dawa za kutibu degedege au kifafa, pamoja na mimba za watoto pacha. Mgongo wazi ni tatizo la kiukuaji ambalo linatokea wakati viungo vya mwanadamu vinapokuwa vinatengenezwa, mgongo unashindwa kufunga vizuri. Na hii inasababishwa na zaidi zaidi, research zimesha gundua, ni upungufu wa madini ya foliki ambayo yanahusika katika ufungaji wa mgongo. Kwa hiyo mama anapokuwa na upungufu wa hayo madini, yanakosekana sasa kuwezesha kufunga huo mgongo na wengine nakuta sio upungufu lakini vimeng'enyo vyake kwa maana ya tunasema vimeng'enyo vya ya, ya hivyo folic acid hana, kitaalamu tunaita enzymes, hana enzyme ambayo inaweza kuimeng'enywa ya folic acid, ili iweze kufanya kazi yake kwao. Sababu kubwa ni mbili, lakini kuna vitu ambavyo tunaviita visababishi kama risk factors. Kwa mfano kama labda mama anatumia ni mlevi wa kupindukia. Kwa hili ina, ina, ulevi unasababishaga madini yanapungua mwilini ikiwemo pamoja na folic acid. Inaweza ikawa pia kwa sababu ya anatumia dawa labda za degedege dege au kifafa, kuna baadhi ya dawa ambazo zinaingiliana na mmengenyo wa folic acid. Kwa hiyo hivyo ni visababishi ambazo inaweza kujitokeza, lakini pia visababishi vingine, mimba pacha, kwamba wale una mimba ya, ya zaidi ya mtoto mmoja mapacha wawili, watatu, kwa sababu for case ili, ili kama ilikuwa inaweza kumtosha mtoto mmoja na ukawa na mimba ya watoto wawili, anaweza mmoja akakua vizuri, alafu mwingine akapata mgongo Zaidi ya nchi nane kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki na ukanda wa SADC zimekutana jijini Mwanza katika mkutano wa siku mbili wa kitaaluma kwa ajili ya kubadilishana uzoefu wa kisera na kujadili mikakati itakayowawezesha watumishi kujiandaa kustafu bila kuathiri utendaji wao wa kazi. Akifungua mkutano huo ulioandaliwa na chuo cha benki kuu ya Tanzania, BOT, gavana wa benki hiyo Emanuel Tutubale leo Novemba 27, 2025 jijini Mwanza amesema majadiliano hayo yatatoa mawazo chanya na uzoefu kutoka mataifa mbalimbali yatakayosaidia kubuni sera bora zitakazokabiliana na changamoto za kidunia na kuimarisha taasisi. Kwa upande wake mkuu wa chuo cha BOT Mwanza, Anika Siabu, amesema mkutano huo ni jukwaa muhimu kwa wataalamu kubadilishana mbinu za kuongeza weledi na utayari kwa watumishi kuelekea katika kipindi cha kustafu. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameagiza chama cha wa teknolojia wa dawa Tanzania kuhakikisha kinatumia nguvu ya pamoja kukabiliana na changamoto ya ongezeko la vimelea sugu vya dawa nchini. Akizungumza jijini Mwanza katika mkutano mkuu wa 26 wa teknolojia ya dawa, Mtanda amesema kuwa ujenzi wa viwanda vya ndani kutengeneza dawa utasaidia kupunguza utegemezi wa dawa kutoka nje na kuimarisha upatikanaji wa dawa salama nchini. Kwa upande wao wa teknolojia hao wameeleza kuwa uzaji holela wa dawa katika baadhi ya maduka pamoja na ukosefu wa maadili kwa baadhi watalam ya wataalamu ni miongoni mwa sababu zinazoendelea kuchochea ongezeko la vimelea sugu vya dawa.